Mama, mama, lakini itoshe tu kuambia kwamba mama yako mwendo, umemaliza safari, imemshinda mwanangu. <laughs> Eni Mungu nkoalinimamtukwa mama yangu.

Mtu mwenyewe yule wa kupunguza stress tukikana huh? Zima mzima muda wote tapunguziwa vipi stress? Sababu yeah. Yeah. Anampata majanga, anampata yes. Majanga gani? What? Yes, Kwani usilikuwa hapa nilipokuwa natoka au unatafuta sababu? Sababu natafuta wewe. Nataka kuondoka hapa. Na utaipata. Niondoke niende wapi? Utajua unakokwenda. <laughs> Ha, mwenda. Nikuzike, unizike. Yaani hata ukimleta mwanamke mwingine hapa kwa umri huu sitoke kwenda mahali popote. Tia amri zangu. Unajua, leo umeongea sana lakini sija kujibu chochote. utajibu nini? utakutetea uchafu wako eh? alianza nani? siweni likufumania na mwanamke, wewe na wewe umemzaa Natasha nje ndoa eh? unalo

Tulikokuwa ni kwema, tumemaliza chama mapema, ila sio salama mm huyu -hmm. mweka hazina wa sasa hivi ni mzulumishi mm -hmm. Hey, tena fadhali hata ya mamaana alikuwa mwaminifu. Ndio hayuko tena, ndio hayuko kwenye chama mamaana. We unielewi, nakwambia hayuko tena. We unaingia hapa, mi nakata simu ya Joo. Joi kwa hospitali kule aliko Mama Ana. Kanambia kaaga. Amefariki Mama Ana? Ndio, kaaga wee. Amefariki? Ndio, ebu mpigie Mzee Mwikombe. Mzee Mwikombe ndio aswale umwambia Joi anipigie mimi simu kunipa hii taarifa kwa Mama Ana kaaga. Ni sawa, hebu mpigie tujue mengi.

S mwenda, silaumu ila sikuogopi. Mimi sinihusishe katika kumtafuta mwanaharamu wako na wanao, waambie ukweli. Unafikiri ukiniambia hivyo mimi nitaumia? Ama alafu na bahaji u mwanamke yani. Shukuru vile umri umeenda ama kufanya kitu kibaya sana. Uliweka wanawake mbele ukadhani kwamba ndio wana umuhimu kwako. Sasa kiko wapi? Kuisha habari. Na wewe muuliza Humphrey kwa nini mimi sishuliki katika kutafuta mwana haramu wako Natasha.

hivi. Natasha aliondoka hapa asubuhi. Akasema nalekea kwa mume wake ambaye ni Martin. Alimbeba hiyo. Kama kwenye simu hapatikani, uko kwa Martin. Ah, kwa Martin, kwa maelezo yake hayupo kule na sasa ni kwa muda nilikuwa napiga simu inaita, lakini baadaye ikawa haipatikani kabisa. Sawa, mimi hilo ntalifanyia kazi kuanzia leo. Ntachokihitaji ni namba ya simu ya Martin, uh, namba ya simu ya Natasha, pamoja na majina ya watu wa karibu na Natasha. Sawa, kwa hilo halina shida Kimya sana. Unaonekana kama hauko sawa kuniuliza? Kwa hiyo umetuma kuniuliza? Hapana baba, sijauliza kwa, um, kwa, kwa achana na mzee ubaharambochana. Unajua kama tupo kwenye maombolezo, sasa unashangaa mzee kutokuwa sawa? Yeah. mimi wazazi wangu sikakufa zamani sana, nishaombeleza shavit

Maji shingo. Shingo. Hivi unajua, labda kwa nini mzee atakwenda msibani wala hana sababu yoyote ya msingi unajua, hata kama na mambo yake eh? Katika kipindi kama hiki watu wanakwenda na kuungana pamoja Hata mimi nashangaa, yani ilipaswa kuwa hivyo ya. Ila tumwache wewe, achana naye. Unajua huyu ni mzazi wetu, alafu sisi ndio tutakaa kiume, kwa nini tusimwambie? mm -mm. Muache afanye kile ambacho anajisikia kwa umri aliofikia, mzee hakuna wa kumpangia nini, so let him be. okay. It's okay. Ini, unajua ni afadhali napokaa hapa mwanangu, lakini kiingia mle chumbani nitakuwa na nani? Nitakuwa peke yangu, mamaako aliku. Sasa mimi nikiharakisha kwenda kule najua, ila tuvumilie na tumshukuru Mungu, hata mama huko alipo anajua kama tunamkumbuka. Napata faraja sana niko hapa hapa, nimekaa lakini mke wangu yuko huko kwenye majani, kwenye shimo polini. Sasa pointi ya msingi hapo, kesho usisahau, uh, kuhakikisha jeneza linapatikana na nguo ya marehemu kwa fundi pia mapema tu. Nafikiri takuwa shakamilisha kwa. Sawa ndugu yangu, mi naomba ni kuache uwe si. Na usiku mwema. Same to you. Basi sawa. Ingia ndani. Hapana, ila amesema ataingia. hmm. Eh, yani leo yani ni siku ngumu sana kwetu, ila ni ngumu zaidi kwa baba. Ni kweli, ila Mungu atatusaidia, litapita tu. Kwani mama alikwambia nini mara ya mwisho? lakini najua alitupenda. Humo ndani uingie. Hmm. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu mwenye nyumba hayupo, yeah. Ipo siku utakuja kulia wee, nakusaga meno. Yaani, atakacho kufanya Ana hutokuja kuamini macho yangu, utanikumbuka, nakwambia. Oh. Hmm. Kwa hiyo mimi niachane na Ana kwa sababu ya maneno yako wewe hmm? Basi ka, ukijua hiyo siku naisubiria sana, naisubiria mno ifike nijionee mwenyewe kwa macho yangu. Hmm? Hmm. Yes, darling. Hello. Uko wapi? Ah, niko nyumbani, niko nyumbani. Peke yako? Yes, niko peke yangu. Actually, ndo nimeingia sasa hivi kutoka uh, kumwona baba. Oh, sawa. Basi usiku mama. Na wewe pia mpenzi wangu. Asante. Nakupenda sana. Asa, mbona umemdanganya uko peke yako wakati uko na mimi? Wewe oh, unauma nini, una safura wewe eh? Hmm? Hmm. Hmm.